God have mercy upon us. Shayo, alongosha hey, alo, ndugu hey, yangu kwema, wawala si kwema kabisa. Mimi kwangu kushega hivi kweli, ngocha wewe, mbona unatia aibu kiasi hicho eh? Ni aibu tupu. Hivi kweli kipindi hichi, wewe kama ngosha, wasukuma wamekusapoti wamekupa dhamana yako, wamekusapoti sana yako, umeenda huko huko mjini, unashindwa kweli kuzungumza chochote hichi kipindi kweli, lakini no. Unashindwa kuzungumza chochote, mbona unakuwa mnafiki kiasi hichi? Nisikilize nikwambie, sisi wasukuma sio wakunyea, sawa? Wewe nahizi kwamba mimi sina sina sina pa kusimamia mimi, nina msimamo, nikwambie, sawa? Au, au nimwagike, nimwagike Nipasuke. Usiniulize mimi, kwani wewe si Mchaga wewe si nisikilize, Gosha, mimi sio kama nimeshindwa kuongea, ni anatunga sheria. Mimi nina msimamo wangu na naweza nikazungumza, nchi ya ni kidemokrasia, kila mtu uko huru kuzungumza anachotaka, na nakwambia mimi nikiamua kuzungumza nazungumza msimamo wangu, watu wajue Ah, ni pasuke, simu yako inarekodiwa. Ha, halo? Mungu wangu, halo, halo. Wewe, mbona uongei? Wewe, mbona utetei Wasukuma? Wewe, mbona uzungumzi kuhusiana na Wasukuma? Unaniachia, una tu mimi, unatia aibu, unakuwa ni mnafiki, wanafiki, wanafiki wakubwa nyie wasanii. Mnasapotia watupa Wasukuma wote kipindi hicho, umekaa kimya, uposti chochote. Unaona watu ni wajinga? Halo bwana, eh, kila mtu sasa, kama kila mtu ana upande wake A ah, ah, manyafu ni ache, nachanganyikiwa. Mjuku wangu zangu ziko obvious, kata sasa simu. Ndugu yangu umeshazungumza, na wewe nimekwambia kata simu, tumeshamaliza tukata simu. Eh, kata na wewe, mimi nimekupangia. Acha mambo yako wewe, kwanza mimi sina upande wowote na wewe, sitaki mimi sina mahusiano <tipatik> na kata simu, unakata simu kati Sikiza, mbona mbona mnazarau hivi eh? Nikwambia, kata simu, utaka unakata simu kati simu. Unakata simu, kata simu. Sikiliza, nikuambie, sawa, sisi tuko wengi kuanzia Shinyanga, Tabora, Mwanza, Maswa, sisi wachaga tuko kila mahali, wachaga tuko kantu mimi wiki all over tuna matawi kila nchi Wadishazia, sisi. Nimekuambia kata simu <laughs>